Hey, of course, this is a a big big challenge and and opportunity for me. And, uh, Simba is a big team. Kwanza, uh, kabisa ni nafasi na uh, changamoto kubwa kwangu. Simba ni timu kubwa yenye matarajio ya kufanya vizuri kwenye kila michuano. Hakika sio rahisi kuwa hapa no, pia hakuna muda uh, maana mchezo ujao uh, wa kimashindano uh, ni siku kumi tu zijazo. Uh, nimejaribu kuichukua hii nafasi ili pia to, nijaribu kuisaidia timu uh, na natumaini haitutaji muda mwingi sana uh, kuzoeana na kuizoea ligi complete, uh, hii na bila shaka uh, kila kitu kitakuwa sawa. Haikuwa rahisi kwa kuwa nilikuwa kwenye mkataba na timu zote zilipaswa kuthibitisha nyaraka ili niweze kuja hapa. Timu yangu ya awal ilicheza dhidi ya Simba uh, hivyo hapakuwa na budi kuifuatilia uh, ligi hii, na hata hivyo uh, nimekuwa nikiifuatilia pia Simba uh, haswa. Lakini ni ligi ambayo ina timu nne hadi tano zenye uwezo mkubwa zaidi ya nyingine, japo ushindani but, uh, ni mkubwa uh, ukitazama like kulinganisha na uh, ligi nyingine uh, hivyo tunapaswa uh, kuwa imara haraka kama tunahitaji kushinda vitu, na hii ndiyo njia pekee.